Ulimwengu unaanza leo kampeni ya kila mwaka ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kampeni hiyo ilianzishwa mwaka 1991 kujenga uelewa kuhusu matendo ya ukatili yanayofanywa kwa msingi wa jinsi ya mtu. Ikiwa hujawahi kukumbana na ukatili wa aina hiyo, unaweza kudhani mjadala kuhusu tatizo hilo hauna msingi au wakati mwingine ni kama unatiwa una chumvi, lakini kwa bahati mbaya hali bado ni mbaya kote ulimwenguni, hasa kwa wanawake. Bado mabinti wadogo wanaozeshwa kwa lazima, wanaume wanaowapiga wake zao au wanawanyima kipato, ukeketaji ungali unaendelea na mauaji yanayotokana na mapenzi yanaripotiwa kila siku. Wanaume pia ni wahanga wa unyanyasaji wa kijinsia, na visa vyao hivi sasa vinaripotiwa angalau bila kuwepo aibu kutoka kwa kwa jamii. Kutambua visa vya unyanyasaji wa kijinsia ni kitu kimoja, lakini ujasiri wa kujitoa kwenye minyororo ya janga hilo bado ni changamoto kubwa. Na ndio maana mpaka sasa ulimwengu bado unaendelea na kampeni ya kuhamasisha watu kuelewa na kuchukua hatua, na hilo ndio tunajadili mchana huu, na nimewakaribisha kutoka mkoani Arusha kule Tanzania, Veronica Kidemi. Yeye ni mhanga wa ukatili wa kijinsia na ameniharifu kwamba alipoteza mkono kwa kukatwa na mwenza wake, na hivi sasa anaongoza shirika la Voice of Women kujaribu kushajihisha wanawake na makundi mengine kuelewa kuhusu ukatili wa kijinsia pia kutoka mjini Nairobi nchini Kenya ni Ivoni Njoka, yeye yeah, anaongoza kituo cha kuwasaidia wahanga wa visa vya ubakaji. Karibuni sana Veronica na Ivon ni ruhusu nianze na, na Veronica hapo Arusha. Nimesema kwenye utangulizi ulipoteza mkono, Veronica ulikatwa na mwenza wako. Hebu tusimulie alau kwa ufupi sana kisa hicho, kilitokea baada ya muda gani wa vitendo vya unyanyasaji Veronica? Ni, Veronica kama nilivyotambulishwa na mtangazaji kutoka Arusha, mimi nilipoteza mkono mwaka elfu mbili na ishirini kwa kukatwa na alikuwa mume wangu mm -hmm. Kwa kweli, paka imefikia hatua ya kuja kukatwa mkono, si jambo jepesi. Ni vitu ambavyo nilivumilia vitu vingi sana vya ukatili, yaani namaanisha kwamba ukija kukutana na ukatili mkubwa ambao utakuathiri kisaikolojia, hujue kwamba ulishaathirikaga kisaikolojia na ulikubali ku- kutembea na hiyo changamoto ukakubaliana uka na ile hali ukaona kwamba acha iende, maisha iende hivi hivi. Kwa hiyo it it is not a, a one thing ambayo ime-, yani it is not not thing ambayo happened coincidentally. Ni kwamba nilikuwa napigwa navumilia, napigwa navumilia, sitoi taarifa ili mimi nionekane ni kwamba mimi nionekane kwamba niko kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna hii kasumba ambayo tunayo, mtu anakuwa anateseka anapigwa ananyanyasika mm -hmm. Lakini atakaa kwenye ndoa na asiseme, ili aonekane kwamba yeye yuko kwenye ndoa, lakini ile ndoa kiukweli ni ndoa ya mateso ambayo haimpi furaha hata kidogo. Na ndoa sio gerezani useme unatakiwa uvumilie. Kiukweli ndoa ni sehemu ambapo inatakiwa watu waishi kwa furaha na kwa amani, kwa sababu ndio steji ya mwisho kabla ya kufa. Ndiyo. Ver, ver, ver, Veronika hata tumesikia kwenye ripoti ya Najat Omar inaonyesha haya mauaji yanayotokana, eh, na mwenza kumuua mwenzake ama mashambulizi ama, ama, ama visa vya unyanyasaji kama hivyo, kati ya, ya wapenzi ni, ni, ni, ni, ni vingi sana. Wewe tunaweza kusema ulisubiri ama ulistahamili mpaka ulipopoteza, eh, mkono, hatua gani zilifuata baada ya tukio hilo? Kuna, kuna hatua zilichukuliwa dhidi ya mumeo? Kiukweli, baada ya kupoteza mkono, hatua zilichukuliwa, kwa sababu alikamatwa na alikaa uh, magereza almost like a month mpaka nilivyotoka mimi hospitali, naona akawa discharged, akatolewa kwa dhamana, ile akatolewa kwa dhamana kwa, so hiyo akakaa, akakaa mtaani tu kwa dhamana, mpaka baadaye tena kesi ilivyokuja kuamka, hapo ni baada ya miaka mitatu, uh, miaka miwili, almost ya miaka miwili kabisa Ndo kesi tena ikaja ikaanza upya baada ya mimi kupiga kelele sana na kuanza kufuatilia kwamba vipi kwani, kesi yangu inaishaje hivi? mi mm sielewi -hmm. Yani sielewi. Kwa hiyo ikabidi kwamba kesi ikaanza upya, sa ndo akakamata na tulivyofika mahakamani, aliulizwa kwamba ajitetee, ni yeye anasema kwamba mi, ni mimi nilikuja kutoka kazini wakati yeye hakuwa nyumbani, yeye alikuwa anafanya kazi mkoani, kwa hiyo alikuja kwa siri akaniambia nisikukute nyumbani, nikija nisikukute, maana naenda kupanda ndege saa kumi na moja nitakuwa nimefika hapo, kwa hiyo nikikukuta nitakufanyia kitu ambacho hujawahi kufanyiwa. Ilikuwa ni mchana saa sita, mimi nikaomba ruhusa kazini, nikasema kabla hajanikuta kweli nikaondoke, maana hajawahi kuniambia kwamba asinikute au akanifukuza nyumbani, hajawahi, ndio eh, As, asante. Kwa bahati mbaya muda ni mfupi sana na, na, natambua uzito na, na, na umuhimu wa kusikia simulizi na, na hiki kisa kilicho eh, kupata. Ntarudi, Nt, baadaye nitakupa tena nafasi uja ueleze. Nataka nisikia kutoka kwa Yvonne hapo, hapo Nairobi. Mi, miaka imepita karibu thelathini tangu jumuiya ya kimataifa ilipoanzisha hizi siku kumi na sita za kupinga eh, ukatili wa kijinsia. We unaongoza taasisi ambayo mnawapokea wale waliotendewa ukatili kwa njia uba, ya, ya, ya ubakaji. Mwitikio ukoje? Unaona, iko uku, iko shauku ya wale waliotendewa ukatili huu kutoka na, na kuja kutafuta msaada Ivon? Uh, kwa sasa wanaweza sema kwamba watu wanajaribu kujitokeza kusema vile ambavyo wametendewa, lakini bado kuna nambari kubwa bado hawajitokezi, kwa sababu unapata labda wenye wanajitokeza ni wale wenye kesi zao zimesikika kwenye communities zenye wanatoka ama uh, wameonekana wamejeruhiwa ndio mambo yao inaripotiwa lakini bado kuna wale wengi hawajapata ile nguvu ya kutoka na kuripoti kile ambayo wanapitia na, na kipi hasa kinazuia kina, kina ni mtu binafsi kwamba amekutwa ame hii na, kwa mfano amebakwa na, na, ame na, na, na mtu anaona haya kuja kusaka msaada ama kueleza kile kilichomkuta kilicho yeah. Ama kuna shinikizo labda yeah. Anamwambia mama lakini mama hamsikilizi ama, ama baba. Nini hasa mnasikia kutoka kwa wale mnawapokea? yeah. Uh, wakati mingi zile ripoti ambazo tunapata unapata kwamba uh, kuna yule msichana ama mwanamke amekuwa akidhulumiwa pale nyumbani, lakini anatishiwa na yule anayemdhulumu, anatishiwa kwamba atauliwa, uh, atafanyiwa kitendo kibaya, ama masomo yake itakatishwa, biashara yake itakatishwa, pesa maybe ambazo anapatiwa atakatishiwa pia, so kuna vitisho mingi ambazo um, waathiriwa wanapitia na inawazuia sana kutokea na kusema kile ambacho wanapitia na pia kenye umeguzia ni aibu. Uh, unapata labda saa zingine uh, kuna mwanamke ama msichana amedhulumiwa na baba ama mtu wa familia, kwa hivyo kutoa ile kitu pale inakaa, sasa ni kama umeanika familia yako mm-hmm. na inakuwa kitu ya aibu sana kwa watu kujua ile kitendo ilifanyika pale nyumbani, so wengi wana, wanajiwekea hiyo kwa sababu ya aibu. Hmm. Veronika, nilisema kwenye, kwenye utangulizi kutambua tatizo kwamba unanyanyasika ni jambo moja, lakini ujasiri wa kutoka na kusema ninanyanyaswa, nataka nikate mnyororo huu, ni jambo lingine na, na pengine ndio maana hata wewe umekutwa na mkasa huu, ulisubiri kwa muda mrefu, lakini sasa umetoka. Wale wanaopitia vitendo vya namna hii wanaweza kupata wapi ujasiri wa kusema nasema na ninakata mnyororo huu wa unyanyasaji? Asante sana watu wanaweza wakatoa waka, waka wakapaza sauti zao kupitia social media. social media sasa hivi zinasaidia watu kwa sababu kama unatumia social media, kama Facebook au uh, chochote unaweza sasa hivi, matukio ya ukatili ni mengi. Ukikomenti tu komenti moja pale chini ukasema, hata mi napitia ukatili, jamani, inafanyiwa moja mbili tatu, utaona wadau pale chini watakavyokuandikia ule ushauri, utakupa nguvu sana na utachukua hatua. Vipi kuhusu familia wakati kisa kilipotokea? ame, amesema hapo Yvonne kutoka, kutoka Nairobi. Wakati mwingine familia inakuwa na, na mchango katika kuyazingazinga haya mambo ya yasijulikane. Wewe ulipokutwa na tukio hili, ulipata ushirikiano kutoka kwa familia ya mume wako kwamba wanalaani na kukosoa kitendo kilichofanywa? Kiukweli mimi sijapata ushirikiano kutoka kwenye familia ya mume wangu. Familia ya mume wangu wao wanaona kwamba mtoto wao labda amefanya vizuri, kwa sababu mi natoka kwenye jamii ya Kimasai ambapo hawaamini katika mume mwanamke kumfunga mume wake. Kwa hiyo yaani, ilikuwa mimi ni vita kubwa sana mimi kuruhusu mume wangu kufungwa. Kwa hiyo kiukweli wao wako against na mimi na hata hawa hawajajishughulisha na mimi kwa chochote, lakini mi, familia ya kwetu, namshukuru Mungu kwamba wako pamoja na mimi, na mpaka sasa tulikaa wote pamoja tukafight mpaka tukahakikisha kwamba huyu perpetrator amekamatwa na amefungwa. hmm. Pole pole pole sana eh, Veronica. eh, Yvonne nimesema pia kwenye utangulizi, si, si wanawake tu. Kwa karne nyingi ni kweli wanawake ndio wanakabiliwa zaidi na ukatili mm -hmm. wa kijinsia, lakini hivi sasa wanaume pia tunasikia pia wanalalutiwa, wana, wana wanawake wanawapiga wanaume, wanawanyima unyumba waliokuwa katika, mm -hmm. katika, katika, katika ndoa. Mnakusaidia pia wanaume wanaopitia unyanyasaji eh? Ndio, tunawasaidia lakini kwa mashauri peke yake na labda kufanya kitu inaitwa Ndiyo, labda akikuja kwetu tunampatia tuna, tuna rufaa ya kwenda hospitali kupata counseling, na pia hata kufuatilia uh, kesi yake labda kwa police station ama hata kwa kotini mm. Eh, tatu... so, kwa wanaume tunapatiana tuna rufaa. Asante Tatu. Karimba yuko upande wa pili ye amekuwa anapitia kile kinachosema na wale wanaotusikiliza eh, kwa haraka sana Tatu, wa, wanasema nini wanapochangia kwenye, kwenye mada hii wale wanaotufuatilia Kuna mmoja anajiita Butumi Jacob, anasema kiukweli, ukatili wa wanawake bado ni wimbi kubwa, hususan katika jamii za vijijini ambako elimu ni hafifu na vitendo vinaendelea kuwatafuna wanawake. Kimsingi, jamii izidi kupata elimu ili tuweze kutokomeza ukatili huu. Joshua Mjuku anasema binafsi, ukatili wa kijinsia, hasa kwa wanawake, umekithiri kadri siku zinavyozidi kwenda. Hii ni kutokana na ukosefu wa elimu. Na Musa Kimweri akiwa Arusha anasema, kwa nini watetezi wa ukatili wengi wao wanaanza uchunguzi lakini mwisho mwisho utasikia jambo limepotea, halisikiki tena kwa mazingira ya kushawishiwa kwa kupokea rushwa ama ni vipi? Na Jangwa Jiumbi anasema kwa kweli mjini haki zimezingatiwa zaidi, lakini vijijini bado watu wanataabika sana. Na Mbaga Charles Kubeja anasema kwetu wanawake ndio wakatili na sio wanaume tena kama zamani. Tunaelekea mwisho mwisho, tuna sekunde chache sana Vero, ver, Veronika, hapo, hapo Arusha, kisa chako unaamini kimewasaidia wanawake wengine kupata ujasiri wa kuepuka kile kilichokukuta, kwa sababu unalo shirika kabisa. Wanawake wengi sana wamejikomboa kwa sasa, na wamekuja kugundua kwamba walikuwa wanavumilia vitu ambavyo vitakuja kuwatoa roho. Na baada hata mimi kupata hii changamoto, kiukweli, wanawake wengi sana walikuwa wanaendelea kutishiwa kwamba watafanywa zaidi ya mimi nilivyofanywa. Kwa hiyo niliwaona wengi wakikimbia, kweli wameenda kukimbia, na wengi wameendelea kuenda kutafuta maisha yao na furaha zao zilipo. Tafadhali sana, muda umetutupa mkono. Ivon, kwa sekunde thelathini, ikiwa yuko mtu sasa hivi anapitia ukatili kutokana na jinsia yake, anakusikiliza na hana ujasiri wa kusema nasema na natoka, unamwambia nini? Uh, kile ningemshauri ni kwamba anaweza tafuta mtu wa karibu, si uh, lazima ataikuwa mtu wa familia. Kuna vituo za afya ambapo anaweza fika na akamweleza aka mtu, pia anaweza fika pia kwa kituo cha police station na akasema kile ambacho anapitia, na si lazima hata ajitambulishe kwa majina yake, lakini anaweza sema tu, labda anapitia kitu fulani na anaishi wapi na mwenye na mdhulumu ni nani hivyo najua uh, askari wanaweza kufuatilia na labda wakamkamata ule mwenye anatenda hiyo kisema. Asante sana sana, tunafikia mwisho wa mjadala wetu. Ninakushukuru sana Veronika Kidemi, ukiwa hapo Arusha, pamoja na Ivon Njoka, ukiwa mjini Nairobi.